Nilikuwa nimekufa. E eh? Mara ghafla nikajipata nikisimama mbele ya jeneza langu mwenyewe. Nilimwona bibi yangu aliyekufa miaka kumi iliyopita akicheza dansi na fisi katika msitu. Mara ghafla nilimwona baba yangu ndani ya shimo la nyoka wakati nilimwacha nyumbani amelala. Rafiki yangu, karibu kwenye hadithi hii ya kutisha. Kabla hatujaanza, naomba niombee jambo moja tu na ubonyeze kitufe cha like na kama kuna subscribe button kwenye skrini yako, bonyeza nayo pia. Asante kwa msaada wako. Hebu tuanze. Jina langu ni Hulio. Mimi ni mlinzi wa porini aliye na uzoefu wa miaka kumi na mbili. Unaweza fikiri kazi yangu ni starehe tu, kusafiri msituni, kuangalia wanyama. Haujui kabisa kinachotukabili walinzi kama sisi tunapokutana na viumbe ambavyo havitakiwi kuwepo. Ilikuwa saa moja jioni ya tarehe 25 Novemba. Jua lilikuwa likizama polepole pole, likitupa kivuli kirefu cha rangi ya machungwa na nyekundu kwenye ardhi. Nilikuwa nikisafiri kutoka kituo chetu cha ulinzi hadi kambi ya dharura ambayo iko kilomita 23 mashariki. Nilikuwa na mwenzangu Omari dereva mzoefu ambaye amefanya kazi hii miaka kumi na saba. Upepo ulikuwa baridi sana, si baridi ya kawaida ya jioni. Hii ilikuwa baridi inayopita katika mifupa. Anga lilikuwa na rangi ya machungwa na nyekundu, lakini jua lilikuwa likizama haraka kupita kawaida. Ndege waliondoka msituni kwa haraka, wakipaa kwa kelele za hofu taa za gari ziliweza kuangazia mita arobaini tu mbele yetu kwa sababu ukungu mzito ulituzunguka ukungu ambao haukuwa wa kawaida kwa wakati huu wa siku. Ilihisi kitu hakikuwa sawa. Sauti za msitu, sauti ambazo nilijua tangu utotoni, zilikuwa zimetulia mno. Ndege ambao wanaweza kuimba wakati wa jioni walikuwa wako kimya. Hakuna mlio wa bundi hakuna sauti ya kunguru hakuna hata sauti ya upepo unaovuma majani jua lilikuwa bado linawaka lakini msitu ulikuwa giza kana kwamba usiku umeshaingia ukimya tulipoendelea na safari yetu niliona kitu kwenye barabara nilimwomba omari asimamishe gari je unaona hicho nilimwambia omari alisimamisha gari na akaangalia ndiyo ni nyayo za mguu. Lakini tulikwenda chini kuangalia, nyayo za miguu ya binadamu zilikuwa zikielekea msituni. Lakini jambo moja lilikuwa la ajabu, nyayo hizi zilikuwa zikitoka msituni zikirudi barabarani, kisha zinageuka tena kuingia msituni, kama mtu alikuwa akitembea nyuma. Nilitaka kufikiria ni mchezo wa akili yangu, lakini Omari pia aliziangalia na kusema hii ni ghairi ya kawaida. Nilipokagua kwa makini zaidi, niliona vumbi jekundu karibu na kila nyayo, vumbi ambalo lilikuwa na rangi ya udhui likileta harufu ya chuma. Tukaingia garini, nilijaribu ku radio call kituo chetu, lakini hakukuwa na mtandao. Hata redio ilikuwa kimya kabisa, kelele tu za static. Ndipo kitu cha ajabu zaidi kilitokea. Baada ya dakika chache jua lilizama kabisa, giza lilituangukia kwa haraka. Si giza la kawaida la usiku, bali giza nene ambalo hata taa za gari hazikuweza kulipenyeza vizuri. Ndipo tulisikia sauti, si sauti ya kawaida ya fisi. Hii ilikuwa kicheko kinachofanana na cha binadamu, ilikuwa sauti ya mwanamke anayecheka lakini chenye uchungu na hasira. Omari umeisikia? nilimuuliza. Ndio, tungeuka tuende nyuma, alisema kwa sauti inayotetemeka kidogo. Nilifikiria kwa muda. Hapana, kambi iko mbele tu, tuendelee haraka. Tulipoendelea, harufu mbaya ilijaa ndani ya gari. Ilikuwa harufu ya nyama iliyooza, ilikuwa na kemikali fulani kama kitu kinachounguza. Joto la gari lilianza kupungua. Nafasi ndani ya gari ilikuwa baridi kana kwamba tulikuwa ndani ya friji. Pumzi yetu ilianza kuonekana kama moshi. Julio, angalia. Omari alipiga kelele. Kwenye taa za gari niliona fisi akisimama mbele ya barabara. Lakini fisi huyu hakuwa wa kawaida. Alikuwa mkubwa, mkubwa kama simba. Macho yake yalikuwa mekundu kama damu na yalingaa kwenye giza. Na alikuwa akisimama kwa miguu miwili kama binadamu. Tukazidi mbio, lakini baada ya dakika tano tulibahatika kuona alama ya barabara tunayoijua. Ilikuwa alama inayoonyesha kilomita kumi hadi kambi. Bado kuna umbali kidogo, Omari alisema akipumua kwa nguvu. Tuliendelea, lakini baada ya dakika kumi tuliona alama hiyo hiyo tena: kilomita kumi hadi kambi. Hii haiwezekani, nilisema. Tumekuwa tukiendesha kwa kasi, tungeweza kufika tayari. Omari alisimamisha gari, alikagua ramani. Julio, sisi tunazunguka, tunazunguka kwenye eneo hili hili. Harufu ile ya nyama iliyooza ilirejea, hii sasa ni kali zaidi. Baridi ilikuwa sasa inauma, vidole vyangu vilianza kufa ganzi. Ndipo tulisikia sauti nyingine, si ya fisi. Ilikuwa sauti ya nyoka, lakini nyoka mkubwa sana, sauti ya kufoka inayosikika kutoka pande zote. Omari, angalia chini ya gari, nilisema. Alimulika tochi na tukaangalia nje, chini ya gari kulikuwa na nyoka Si nyoka mmoja au wawili, kulikuwa na mamia. Walikuwa wakizunguka magurudumu, wakizunguka chini ya gari kana kwamba walikuwa wakituinda. Lakini kile kilichonigusa zaidi, nyoka hawa walikuwa wakiongea. Si sauti za binadamu kamili, lakini ni sauti zinazofanana na maneno. Mja karibu, karibu, sauti zilinong'ona. Nilitaka kuamini ni akili yangu inacheza mchezo, lakini Omari pia alisikia. wanasema nini aliuliza kwa hofu sifahamu lakini tunatakiwa kutoka hapa sasa. Omari alipiga gesi, gari liliteleza kidogo, nyoka walikuwa wamesababisha barabara kuwa laini kama mafuta. Hatimaye magurudumu yakashika ardhi na gari likaendelea. Tulipopita nilipiga tochi nyuma. Nyoka wale walikuwa wamekusanyika kwenye barabara wakifanya mduara mkubwa, na katikati ya mduara huo yule fisi mkubwa alisimama akicheka kulio angalia mbele. Omari alipiga kelele, kwenye barabara mwanamke alisimama. Alikuwa amevaa kanzu nyeupe iliyochafuliwa na udongo mweusi. Alipoangalia juu na mwanga ulipomwangazia uso wake, moyo wangu ulisimama. Alikuwa bibi yangu, bibi ambaye alikufa miaka kumi iliyopita kwa malaria. Bibi! Nilipiga kelele bila kujitambua, lakini aligeuza kichwa na nikaona kila kitu. Bibi yangu, mwanamke mwema ambaye alinilela, alikuwa sasa na macho meupe pasipo mboni. Na mdomo uliokuwa umefunguka sana kupita kawaida. Alipofungua mdomo, nilimwona nyoka mweusi mkubwa akatoka kutoka kati ya meno yake. Hulio, usisimamishe, Omari aliniambia. Lakini nilikuwa nimegandamizwa. Nilikuwa nimeganda mahali pale nikiangalia kile kilichokuwa mbele yangu. Mchanganyiko wa bibi yangu na kiumbe kingine cha kutisha. Omari alibonyeza gesi na tulipita karibu na yule kiumbe. Ilipopita karibu na gari, niliisikia sauti, sauti ya bibi yangu wa kweli, sauti yake ya upole. Julio, karibu tunakungoja. Katika wakati ule, kila kitu kilitokea kwa pamoja. Mamia ya fisi walitokeza kutoka msituni, wote wakisimama kwa miguu miwili wote wakicheka kwa sauti za aina mbalimbali, wengine kama wazee, wengine kama watu wanaougua. Nyoka walijaza barabara mbele yetu, nyuma yetu, pande zote. Walikuwa wamefanya ukuta wa mizoga yao wenyewe ukizunguka gari. Harufu ya kuchoma ilijaa, si harufu ya moto, bali harufu ya vitu vilivyochemshwa kwenye asidi. Sauti, sauti nyingi sana. Makelele ya fisi, nyoka na sauti za binadamu wote zikiimba wimbo ambao sikuelewa. Lugha ya kale, lugha ambayo ilinifanya kuhisi maumivu ndani ya kichwa. Gari lilianza kutetemeka, si kwa sababu ya barabara. Gari lenyewe lilikuwa likitetemeka kana kwamba kuna vumbi vikubwa vinavyopiga chini yake. Nilitazama Omari. Machozi yalikuwa yakitiririka usoni mwake na mdomo wake ulikuwa ukizungumza maombi ya haraka. Niliona kioo kwenye kioo cha nyuma, nilimwona mwanangu. Mwanangu, lakini sina mwana. Lakini kiumbe kile kilikuwa na uso wangu umbo langu, na kilikuwa kikinong'ona, baba, kwa nini uliniwacha? Haikuwa inawezekana, sikuwa na watoto, sikuwahi kuwa na watoto lakini kiumbe hicho kilionyesha memori ambazo sikuzielewa, maisha ambayo sikuyaishi, familia ambayo sikuyokuwa nayo. Omari, tunakwenda kufa nilisema kwa utulivu. Hapana, Mungu atatuokoa, Omari alijibu, lakini sauti yake haikuwa na imani ndani yake. Gari lilisimama, injini ilichomeka. Tulizingirwa kabisa. Mamia ya macho mekundu na meupe yalikuwa yakituangalia kutoka kila upande. Fisi walitembea karibu na dirisha, makucha yao pia yakichora mchoro kwenye gari. Nyoka walianza kupanda kwenye bonti, miili yao ikiweka sumu na laini kwenye kioo cha mbele. Tulikuwa tumefikia mwisho, ni vijua hilo. Ndipo pale ambapo matumaini yote yalipotea, kitu kipya kilitokea. Mwanga mkali ulipiga kutoka kuelekea mawingu. Si mwanga wa radi, huu ulikuwa mwanga wa kijani kibichi, kama mwanga wa labotori. Ilifanya viumbe vyote kusimama kuangalia juu. Kutoka msituni mtu mmoja alitembea, mzee mrefu mwenye ndevu ndefu nyeupe, amevaa nguo nyekundu na njano. Alikuwa akishika fimbo iliyochongwa kwa alama za kishenzi. Fisi wote walimwangalia, nyoka wote walisimama kimya. "Ninyi," mzee yule alisema kwa sauti kubwa, ninyi ambao mmekiuka amri za wazee, ninyi ambao mmekubali kukaa mahali ambapo hamruhusiwi kukaa, ninyi ambao mmemwomba Mungu na kujitolea kwa mizimu, rudini mahali panakopendeza. Mzee yule alipiga fimbo yake chini. Sauti ya radi iliuma katika anga na mawingu yalianza kuzunguka. Mvua ilianza kunyesha, lakini si mvua ya kawaida. Ilikuwa maji meupe, safi na yenye harufu ya maua. Fisi walianza kugeuka nyuma, wakirejea msituni wakienda kwa haraka. Nyoka walipapatika chini, wakitoweka ndani ya ardhi kana kwamba ardhi ilikuwa maji. Viumbe vyote moja baada ya lingine vilitoweka. Bibi yangu au kiumbe kile aliangalia kwangu mara moja zaidi, kisha aligeuka na kutoweka kwenye ukungu. Mzee alitembea karibu na gari, alibisha dirisha, na omari alikifungua kwa kutetemeka. ninyi ni wajinga, mzee alisema, lakini sauti yake haikuwa na hasira, ilikuwa na huruma. Msitembee njia hii usiku. Hapa ni mahali watu waliokufa na kutembea, wanaotafuta wapya kujiunge nao. Samahani mzee, nilisema, hatukujua. Sasa mnajua. Injini yenu imepona, endesha haraka na usirudi hapa usiku tena, na mkafikae salama. Mwambie watu, msitembee mahali wazee wamewaonya. Tutawahifadhi, lakini si kila siku. Aligonga fimbo yake kwenye bonti. Injini ya gari ilikwasha mara moja, sauti yake ikiwa laini na ya kawaida. Omari aliendesha, tukaondoka haraka. Katika kioo cha nyuma, nilimwona mzee alisimama barabarani akituangalia hadi tukapotea gizani. Dakika thelathini baadaye, tulifika kambini kwa salama. Ilikuwa saa tisa usiku. Safari ambayo ingeweza kuchukua nusu saa tu ilichukua masaa matatu. Tulipokagua gari, kulikuwa na alama, michoro ya makucha kwenye pande za gari na sehemu za nyoka kwenye magurudumu. Wenzetu walipotuliona walishangaa, mlitoweka masaa matatu, tulikuwa tukitafuta. Safari ya nusu saa imekuchukueni muda gani? Lakini Omari na mimi tulijua ukweli, hatukutoweka kwa masaa matatu tulikuwa tukihangaika kwa maisha yetu katika ulimwengu ambao hautakiwi kuwepo, ulimwengu ambao unatokea wakati jua linazama na giza linaanza kuingia. Uzoefu huo ulinibadilisha kabisa. Tangu siku ile, siendi safari za usiku bila maombi, ninasikiliza mawaidha ya wazee, na zaidi ya yote, nimejifunza kwamba dunia hii ina vitu ambavyo sayansi haiwezi kuelezea, vitu ambavyo tunapaswa kuviheshimu. Omari alisema baadaye, Julio, sasa ninaamini. Dunia haina binadamu tu. Kuna vitu vingine na lazima tuviheshimu. Si kila mahali ambapo wazee wanatibu ni mahali pa desturi tu, wakati mwingine ni onyo la kweli linalotuokolea mauti. Wazee walijua mambo ambayo sisi wenye elimu ya kisasa tumesahau. Walijua kwamba dunia haina mpaka wazi kati ya walio hai na wafu, kati ya ulimwengu wetu na ulimwengu wa kipepo. Kama umewahi kupitia kitisho kama hicho, kama umepata uzoefu wa mambo ambayo huwezi kuyaelezea, usifikiri wewe peke yako umepotea akili. Kuna mengi mazuri zaidi ya yale tunayoyaona. Tangu siku ile, nimekuwa mtu mwingine, nimeacha kujivuna Nimejifunza kwamba unyenyekevu si udhaifu, ni hekima. Rafiki yangu, asante kwa kunisikiliza hadi mwisho. Kama hadithi hii imekugusa, tafadhali acha comment chini ukielezea ungekuwa wewe ungefanya nini. Na kama unataka kusikia hadithi nyingine za kutisha na za kujifunza kutoka Afrika, bonyeza subscribe na uwashe notification.